Yani, ndugu msikilizaji, pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya tatu ya simulizi nzuri, simulizi la penzi la jambazi. Hii ni simulizi Tz, langu jina ni Mr A Romantic, kutoka hapa hapa simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Sasa tusonge katika muendelezo huu wa sehemu hii ya tatu. Muda ulipiga saa tatu kamili usiku. weausi ya zamani ya Kurasini ilikuwa kimya kama kaburi. Upepo ulivuma kwa nguvu ukipiga mapipa matupu na kuvuma kama sauti za waliopoteza maisha. Jesse alisimama mbele ya lango kuu la warehouse akiwa peke yake, bastola yake akiwa ameiachia kabisa nyumbani. Alikuwa amevaa fulana nyeusi, suruali ya jeans iliyozeeka, na koti la bluu lenye madoadoa ya mavumbi, picha kamili ya mtu asiye na cha kupoteza tena. Alijua huu ulikuwa mwisho, lakini kama ni mwisho basi utamu wa Nadia ungekuwa kumbukumbu ya mwisho moyoni mwake. Akavuta pumzi ndefu, akasukuma mlango mzito na kuingia ndani. Kulikuwa na giza jembamba, taa pekee zikiwa ni za rangi nyekundu zilizokuwa zimefungwa kwenye kona nne za jengo. Sakafu ilikuwa na mabaki ya damu ya zamani, mashimo yaliyofukiwa kwa haraka na maboksi yaliyopangwa hovyo, ishara kuwa shughuli za giza bado ziliendelea hapo. Katikati ya warhausi, Nadia alisimama amevaa koti jeusi la leather lililomfanya aonekane kama kivuli cha kifo, nywele zake zikiwa zimefungwa kwa nyuma, macho yakikazia bila kupepesa kama mtu aliyepitia mateso ya miaka mingi ndani ya wiki moja. Umefika, alisema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito. Niliahidi nitakuja hata kama ni kuaga maisha, Jesse alijibu kwa sauti ya kujiamini lakini iliyokuwa na chembe ya maumivu. Nadia alitembea polepole hadi kumkaribia, mikono yake ikiwa ndani ya mifuko ya koti, macho yake yakimchoma Jesse kwa maswali mazito. Wewe ni nani? Wewe ni nani kweli? Jesse, jina lako halipo popote. Hauna historia. Hauna chanzo cha kipato. Wewe ni nani? Jesse alinyamaza kwa muda, kisha akasema, mimi ni mtu aliyetumwa kukuua, lakini sasa mimi ni mtu Aliyekuja kukuambia ukweli. Nadia alitoa bastola pole, pole. Jesse hakutikisika, alimtazama tu kwa upole tena bila kupepesa. Una muda wa mwisho wa kusema. Kwa nini nisikamilishe kazi yako kabla hujanimaliza? Nadia alisema kwa sauti ya kugumia, kana kwamba moyo wake unataka kusikia kingine? Kwa sababu nimekupenda Nadia, naamini bado kuna sehemu ndani yako haijaharibiwa, sehemu inayotamani kuishi, kupenda na kusamehe. Ndipo Nadia alitikisa kichwa, machozi yakimlengalenga. Mapenzi, mapenzi haya, mapenzi haya kwaoi watu kama mimi Jesse, mimi ni mnyama, mimi ni muuaji, nimesaliti kila mtu aliyewahi kuniamini. Na bado mimi nipo hapa bila bastola, bila hofu. Nipo, nipo hapa kwa sababu sikuona mnyama, nilikuona mwanamke mwenye majeraha ya maisha. Na kwa hiyo niko tayari, ndiyo, niko tayari kufa kwa ajili ya hilo. Kimya kilitawala kwa sekunde kadhaa. Bastola ya Nadia ikatetemeka mkononi mwake. Alikuwa na mapambano ya ndani, vita ya hisia na wajibu wa kikatili aliyotwikwa. Jesse, sijawahi kupendwa, sijawahi kupendwa hivi kabla, hata siku moja. Lakini sasa nikiendelea na wewe watu waliotutuma watatuua sisi, watatuua sisi wote. Wao si wa kuomba msamaha, wao huandika historia kwa damu. Basi tukimbie, Jesse alisema kwa sauti ya matumaini. Tutoke kwenye huu mchezo wa damu, tuanze upya, hata kama ni misituni, hata kama ni nchi nyingine. Niko tayari kwa lolote, mradi tuko pamoja. Nadia aliangalia pande zote za warehouse kana kwamba anatafuta majibu hewani, kisha akateremsha bastola chini kwa taratibu, akaufikia mkono wa Jesse na kuushika kwa mara ya kwanza kwa joto na woga vilivyogubika moyo wake. Tuna siku tatu kabla hawajagundua kuwa hatujafanikisha agizo Tutumie kila saa kukimbia mbali na dunia hii ya giza. Kuna sehemu moja nimewahi kuficha nyaraka, pesa, pasipoti, inaweza kutusaidia, lakini lazima tuelewe hatutarudi tena. Tukishaanza hakuna kurudi nyuma. Macho ya Jesse yalijaa mng'ao watumaini jipya. Alijua si kazi rahisi lakini penzi lao liliwasha mwanga hata katika ya giza, tena giza la maangamizi. Wakiwa wameungana mikono, walitoka nje ya warehouse. Hakuna aliyejua kama hiyo ilikuwa mwanzo wa safari ya wokovu au mwisho wao rasmi, lakini jambo moja lilikuwa wazi, walikuwa tayari kwa lolote. Ulikuwa usiku wa manane walipotoweka kutoka Kurasini. Giza lilikuwa rafiki yao na kila kivuli kiliweza kuwa adui au mkombozi. Nadia na Jesse walipanda gari dogo aina ya Subaru Forester, lililoibwa muda mfupi kabla ya kuanza safari yao ya hatari. Nadia akiwa mtaalamu wa udukuzi na uhalifu, alikuwa tayari amebadilisha namba za usajili kufuta rekodi kwenye CCTV na kupoteza njia yoyote ambayo ingeweza kuwafuatilia. Walikata njia kuelekea mkoa wa Morogoro, kijiji kidogo kilicho karibu na mlima Uluguru, ambako Nadia aliwahi kuficha kila kitu: pesa, hati bandia, silaha na nyaraka muhimu, mahali palipojulikana na mtu mmoja tu, yeye mwenyewe. Barabara ya Morogoro ilikuwa tupu, taa za barabarani zikiwa zimefifia kwa ukungu wa usiku. Ndani ya gari kimya kilitawala. Jesse alimtazama Nadia kwa jicho la kutafakari, mwanamke ambaye alianza kama shabaha sasa akawa tumaini lake jipya. Huko ndiko kwenye maficho? Jesse aliuliza kwa sauti ya chini. Nadia alitikisa kichwa macho yake yakiwa mbele kwenye barabara. Ndiyo, lakini ukifika huko usishangae ukiniona tofauti. Maisha yangu kule yalikuwa mabaya kuliko hapa mjini. Hata nikikuona ukiwa kivuli cha jana bado nitakuona mimi, siangalii nyuma yako, na angalia pale tunapoelekea. Nadia alinyamaza, maneno hayo yalimgusa mahali pasiri sana mahali ambapo hakuwahi kuruhusu mtu yeyote afike. Baada ya saa nne za safari, waliingia kijiji cha Mgwata kando ya milima. Hapa ndipo kulikuwa maficho ya Nadia. Walifika kwenye nyumba ndogo ya udongo iliyotelekezwa karibu kabisa na msitu wa Uluguru. Nadia alitoa funguo za chuma na kufungua mlango wa chini ya dari akashuka kwenye sehemu ya chini ya ardhi ambayo ilikuwa kama andaki. Ndani kulikuwa na kila kitu: mamilioni ya fedha taslim, pasipoti feki kutoka nchi mbalimbali mbali, bastola nane aina tofauti, laptopu yenye mfumo wa usalama mkali na picha za watu waliowahi kuingia au kutoka kwenye maisha yake. Karibu kwenye maisha yangu ya kweli. Nadia alisema kwa huzuni, hii ni sura yangu halisi. Hii ndiyo Nadia ambaye hawakupaswa kumpenda. Jesse alisogea karibu, akashika mkono wake. na mimi ni Jesse ambaye alipaswa kukuua. lakini moyo wangu ulifanya uasi. Hatujaumbwa kuwa watesi wa mioyo yetu wenyewe. Wakiwa bado ndani ya handaki, Nadia alitumia laptopu kutambua mwendo wa washirika waliokuwa nyuma yao. Kile alichokiona kiliwafanya wote wagande: timu ya watu sita wakiongozwa na Maliki, jambazi hatari na wazamani aliyokuwa kiongozi wa kundi lao. Walikuwa wameshatambua gari lililoibiwa, walikuwa tayari Morogoro mjini kilomita chache kutoka hapo. wamekuja kunimaliza na wewe pia. Huyu Maliki hatani alinifundisha kila kitu, akanitumia kwa miaka, na sasa ananiona msaliti. Jesse alisogea karibu zaidi. tunahitaji kuwa na mpango wa kutoka hapa sasa hivi, na kama kuna njia ya kupambana ni wakati wa kuweka wazi kila silaha ulionayo Tutaikabiri hii vita kama wapenzi, si wahalifu. Wakajitayarisha. Bastola zikawekwa tayari, silaha nzito ziliandaliwa. Nadia alichukua kifaa cha kufuatilia maeneo ya adui na kukiweka kwenye droni ndogo, alikuwa ameiunda mwenyewe. Alirusha hiyo droni nje na ndani ya dakika tano walikuwa tayari wanajua washambuliaji wanatokea upande gani wa kijiji. Tuna saa moja kabla hawajatufikia. Kuna njia ya chini ya ardhi inayotoka nyuma ya handaki hii hadi nje ya msitu. Tukiweza kuwazidi ujanja kwa dakika kumi tu tutakuwa salama, lakini lazima tutembee kwa miguu kwenye msitu mzima hadi Ifakara, halafu tupate usafiri wa kwenda kusikojulikana. Jesse alitikisa kichwa kwa uthabiti, tupo pamoja hadi mwisho. Hii hadi si tena hadithi ya mauaji ni mapambano ya uhuru wetu. Dakika zilihesabika wakateremka kwenye andaki na kuingia kwenye njia ya chini ya ardhi ya ardhi, wakitembea kwa tahadhari, wakisikia kila sauti, kila mnyauko wa majani ukiwa kama tishio. Walipofika mwisho wa andaki kulikuwa na kifuniko kizito kilichofikwa chini ya mzizi wa mti mkubwa. Jesse alikifungua taratibu, wakaibuka ndani ya msitu wa Uluguru. Kulikuwa na baridi kali, ukungu ukitanda, na kelele za wanyama wa usiku zikiwazunguka. Nadia alisimama ghafla. Subiri, nisikilize. Kuna kitu unasikia? Boom! Mlipuko mkubwa ulitokea nyuma yao, washambuliaji walikuwa wamevamia maficho yao. Msitu mzima ulijaa sauti za mlipuko na risasi. Nadia na Jesse walilazimika kukimbia huku wakijificha kwa ustadi kama walivyofundishwa. Safari yao ilikuwa ya maangamizi, lakini ndani ya giza walikuwa wameshikamana, na ndani ya mapambano hayo waligundua kitu kipya: mapenzi yao yalikuwa silaha kubwa kuliko risasi yoyote ile. Hii ni sehemu ya tatu ya simulizi hii nzuri, penzi la jambazi. Je, nini kitafuata? Watakamatwa ama ni kwa namna gani wataweza kukimbia Nadia na Jesse? Hii ni simulizi TZ, langu jina ni Mr. hey, Romantiki kutoka hapahapa hapa, simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante, na kwaheri.